enye injini ya gari lako CC huwa inamaanisha kitu gani hasa? Yes, mara nyingi unapoenda kununua injini ya gari lako katika specification, kuna neno ambalo ni CC. Sasa hii CC inamaanisha nini? Kwanza, CC ni kifupi cha neno cubic centimeter. Hasa hii cubic centimeter ina maana gani? Cubic centimeter ni uwezo wa silinda ya injini yako hubeba kiwango fulani cha fueli au mafuta. Sasa hii ina faida gani hasa kama namba ya CC inapokuwa kubwa au inapokuwa ndogo? Yes, namba ya silinda capacity au CC inapokuwa kubwa, maana yake na uwezo wa injini yako unakuwa ni mkubwa, sababu capacity ya silinda ya injini ina uwezo mkubwa wa kubeba kiwango kikubwa cha mafuta, hiyo inapelekea kuzalisha kiwango kikubwa cha nguvu. Silinda capacity inapokuwa ndogo, kwa maana yake uwezo wa silinda ya injini yako wa kubeba kiwango kikubwa cha mafuta unakuwa ni mdogo, ambapo sasa hapo inapelekea injini yako kuzalisha kiwango kidogo cha nguvu. Yes, nahisi umenielewa au umeweza kupata something new kutoka kwangu. Yes, usisahau kubonyeza kitufe cha alama ya subscribe. Ili uweze kupata more updates na kipindi inapokuwa na more tweaks na more na -upload. Usisahau kubonyeza kitufe cha kengele, usisahau comment kutoa mawazo tofauti ili tuweze kuboresha masomo yetu. Yes, keep watching.